Baada ya katiba ya mwaka wa elfu mbili na kumi kuwawezesha wanawake kuwania nafasi za uongozi haswa kwa kuweka sheria ya uwakilishaji wa thuluthi mbili, idadi ya wanawake katika nafasi za uongozi imeonekana kuongezeka. Kwenye mazungumzo ya moja kwa moja na seneta wa kaunti ya Machakos, Agnes Kavindu, akikumbuka jinsi wakati wa kitambo, kabla ya sheria hii kupitishwa, ilikuwa ni vigumu sana kumpata mwanamke akiwa kiongozi, ila kwa sasa hilo limebadilika, na wanawake wamepata jukwaa ambalo wanaweza toa maoni yao na kuwania nyadhifa za uongozi. Hii siku ambayo tunaadhimisha siku ya, ya wanawake Kenya na si Kenya tu peke yake, dunia mzima. Uh, ninashukuru Mungu kwa umbali ule ameleta wanawake na pia serikali za, ma, za mataifa kwa sababu uh, mbeleni wanawake walikuwa hawana sauti, walikuwa nafasi kama hii ya seneta kuipata ni ngumu uh, na nafasi za za, za, za, za, nafasi za, za utawala wa nchi kwa wanawake ilikuwa ngumu sana. Seneta akiwataja baadhi ya viongozi wa kike ambao walijitahidi na kupata nafasi serikalini na kutumia nafasi hizo kuleta mabadiliko. Kati ya viongozi hawa ni Profesa Julia Auma Ajambo ambaye alikuwa mwanamke wa kwanza kuchaguliwa katika taifa la Kenya. Profesa Julia Auma Ajambo ambaye alikuwa ni mwanamke wa kwanza kuchaguliwa katika taifa hili letu la Kenya kama na pia akafanyika aka kuwa minister. Uh, na pia kulikuwa na Wangari Madhai ambaye alipigania sana mambo ya uh, climate change. Tunamkumbuka Ngilu, tunamkumbuka Grace Onyango ambaye aliweza pia kufanyika kuwa Member of Parliament. Tunamkumbuka pia Phoebe Asiyo Eh, ambaye alipigania uh, sana mambo ya gender equality. I respect them, I honor them this day and I celebrate them. Seneta huyu akiwatia moyo wanawake ambao wana nia ya kuwania nyadhfa uongozini, kujitokeza na kuwania nyadhfa hizi. Aidha, alitoa wito kwa wanawake walio uongozini tayari kusaidia katika kupigania haki za wanawake, kwani kunao wanaodhulumiwa na kukaa kimya. Kama mimi personally wakati ninaenda ground nina nina ninaadhimisha nina wamama na, wa, na, wa, na waomba wamama na waambia na wa encourage uh, kwamba wajitokezee wa wasingojee tu nafasi za kuwa nominated. Ningeomba sana hata uh, wakati huu ambao tunatengeneza hizi laws na wale pia wako pale judiciary uh, tuweze kuangalia sana haki za wamama aswa katika ndoa na pia hata katika kuzaliwa. Meri Kyalo, Undugu TV.